Shalom, shalom, shalom watu wa Mungu, karibu kwenye maombi maalum kwa ajili ya kuwaombea kidato cha sita, na leo ni siku ya Ijumaa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu ameonekana na amekuwa mwaminifu kwetu na kwa watoto wetu tangu walipoanza mitihani ile siku ya Jumatatu. Ni wiki sasa imeisha, na tumekuwa tukiwaombea. Tunaamini kabisa ya kwamba neema ya Mungu imekuwa ikiwafunika na Mungu amekuwa akiwatunza na kuwahifadhi. Ninakukaribisha mtu wa Mungu popote pale ulipo, uh, mzazi mlezi, na mwana maombi ambaye unasimama kwa ajili ya kuwaombea watoto wako karibu sana, ili tuweze kuomba pamoja katika maombi haya, na Mungu atakubariki. Mtihani hii walionao siku ya leo, wana mitihani ya asubuhi ya leo, wako na mtihani siku ya asubuhi, lakini pia asubuhi hii wana mitihani, lakini pia Uh, jioni wana mtihani. Na mtihani walionao asubuhi ya leo ni mtihani wa geography, mtihani, mtihani wa agriculture, mtihani wa accountants na mtihani wa food and human nutrition. Wana mitihani minne asubuhi hii: geography, agriculture, accountants na food and human nutrition. Twende mbele za Mungu, watu wa Mungu, tukiamini kabisa. Ukiomba omba kwa imani kabisa ya kwamba Mungu anasikia, Mungu anafanya, Mungu anatenda, Mungu anaonekana. Omba kabisa ukiamini kwamba Mungu anaweza, mkono wa Mungu upo. Maombi yetu sio bure, watu wa Mungu, maombi yetu yanafanya kazi. Ninapokea shuhuda mbalimbali za watu ambao Mungu anawasaidia, za watu ambao Mungu anawapigania. Napokea shuhuda jinsi ambavyo Mungu anaonekana. Mitihani ni vita Watu wengi hawajui hatima ya watoto wetu, na hatima ya maisha ya watu wengi. Kesho ya wengi inapigwa vita kwenye mitihani. Mtoto akishaharibikiwa na kuvurugikiwa kwenye mitihani, tayari hatima yake inakuwa imeharibika. Kwa hiyo wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, ni kama wako kwenye vita. Ni vita ile katika ulimwengu wa roho, ni vita kwa ajili ya mapambano. Ndio maana kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukavisikia vinatokea kwenye mitihani. Mtoto anaumwa ghafla, mtoto anakwambia, nimeingia kwenye chumba cha mtihani, nime amepata usingizi amesahau kila kitu. Mtoto anavaliwa na hofu isiyokuwa ya kawaida akiwa anafanya mitihani. Mtoto anasahau kila kitu, akitoka kwenye chumba cha mtihani ndo anaanza kukumbuka. Unajua, ni vita inatokea, ni mambo yanatokea, adui anaenda kuwashambulia watoto wetu wanapokuwa kwenye kwenye kwenye kwenye mitihani. Yani, nina shuhuda nyingi ambazo nimezi nimekutana nazo. Wako watoto ambao wanapewa irizi na wazazi wao, wanaingia kwenye vyumba vya mitihani na irizi wako watoto , ndio kukutana na mtoto ambaye alikuwa anasema ana kalamu ambayo amepewa na mganga wa kienyeji, kalamu mbili kwa yeye anapokuwa kwenye chumba cha mtihani mnaona anaandika kwa kutumia kalamu ya kawaida lakini, kumbe ni kidole cha mtoto mdogo anakitumia kuandika eh, a, mnaona anatumia kalamu ya kawaida kumbe anatumia kalamu yenye uwezo wa kuchukua akili za watu wengine, na wengine wanafeli, lakini yeye anafaulu. Watu wanaona huyu mtu alikuwa hana akili, lakini siku ya matokeo ya mtihani, mnaona wenye akili wamefeli na yule ambaye alikuwa na akili amefaulu. Yako mambo mengi ambayo yanafanyika, yako mambo mengi ambayo ya natokea. Niliwahi kukutana na mtoto mmoja nikiwa anafanya huduma mkoa wa Singida. Aliletwa kwenye maombi na alikuwa darasa tu la tatu la nne, na akatoa ushuhuda kwamba yeye ana wakati anageuka anakuwa paka, anatoka darasani watu hawamuoni, na akawa anasema kuna mwalimu akiingia, mimi ninaondoka, hawaoni kama nimeondoka. Ana uwezo huo, huyo ni mtoto mdogo. Sasa unaweza ukaona ni mambo ya kawaida, lakini watoto wetu wanakutana na vita nyingi sana za kiroho huko waliko mashuleni, pasipo sisi kusimama na kuwabeba na kuwainua na kuwaombea watoto wetu. Changamoto ni kubwa ambazo wanakutana nazo. Muda ambao wametumia kuwepo shuleni wasiwe wamepoteza, uwe ni muda ambao basi wanakuwa wamepata matokeo na wanakuwa na kitu ambacho kitawasaidia. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na nne ya kwamba Bwana atawapigania, ule mstari wa kumi na nne ya kwamba Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Tuna sababu na tuna haja ya kupiganiwa na Bwana, tunatamani tupiganiwe na Bwana, watoto wetu wapiganiwe na Bwana, Bwana awapiganie. Maandiko yanasema lolote mtakalofunga duniani na mbinguni limefungwa ile Mathayo 18 mstari wa 18. Tunafunga nini? Tunafunga kila roho ya kufeli, tunafunga, tunafunga, tunafunga kila roho ya kupanik, tunafunga kila kila roho roho ya ya hofu, roho ya mashaka, tunafunga kila roho ya usaha usahaulifu. Adui anaweza kapita kwenye mlango wa usahaulifu, ghafla mtoto amesahau kila kitu akiwa kwenye chumba cha mtihani. Adui anaweza kapita kwenye afya, ghafla mtoto anaumwa kitu cha ajabu, anaumwa tumbo, anaumwa kichwa, anaumwa kitu ambacho ni cha ajabu, na ghafla mtoto anashindwa kufanya mtihani, ghafla mtoto anapata ajali. Mwaka jana tulipata taarifa mtoto alipata ajali ya gari, wakati ni kipindi cha mitihani form 4. Mtoto anaumwa. Juzi nilikuwa na, na, natumiwa ujumbe kwamba mzazi mmoja miongoni mwetu kana sema mtumishi, mtoto wangu ameumwa ghafla, amepelekwa hospitali. Unaweza ukaona ni mambo ya kawaida, lakini kama kuna mlango wowote ambao umefunguka ambao adui anaweza akautumia atautumia, ili kuwazuia watoto wetu, ili kuwakwamisha watoto wetu. Lakini ashukuriwe Mungu anayetupa neema ya kusimama na neema ya kuomba kwa ajili ya watoto wetu, tukiamini ya kwamba Mungu atawasaidia. Twende mbele za Mungu, tuanze kwa kwa shukrani, kwa toba. Tutaanza maombi yetu kwa toba, kumomba Mungu aturehemu na kuwatakasa watoto wetu lakini uh, agenda ya pili tutamshukuru Mungu kwamba kwa ajili kwa ya mitihani ambayo tayari wamekwisha kufanya, na agenda ya tatu tunawakabidhi mbele za Bwana kwenye mitihani hii ambayo wanaifanya. Mungu akubariki mtu wa Mungu, karibu tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru na kukuinua na kukubariki kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai, unastahili kuinuliwa na kuabudiwa na kutukuzwa. Asante kwa ajili ya subuhi njema ya baraka ambayo umetupa neema, watoto wako wa kike na wa kiume kuwepo tena mahali hapa kwenye madhabahu yako, na kwa umoja wetu tunakushukuru kwamba wewe ni mwaminifu sana kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Asante, maana umesema, palipo wawili au watatu kwa jina lako, na wewe upo katikati yao, na wakikubaliana neno lolote, Mungu umeahidi kwamba utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ninakushukuru kwamba wewe Mungu umekuwa mwaminifu kwetu. Ninakushukuru kwamba neema yako inatosha, nakushukuru kwamba umetutakasa na kuturehemu. Nami ninaomba toba kwa ajili yangu, naomba rehema kwa ajili yangu. Ninaomba rehema na toba kwa ajili ya wazazi wote ambao wanafuatilia maombi haya. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya walezi ambao wanafuatilia maombi haya. Ninaomba toba kwa ajili ya watoto wote ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita popote pale walipo. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yao. Mungu wetu uliye hai, uwatakase na kuwarehema hali popote ambako Mungu amekwenda kinyume na kusudi lako, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Naomba damu yako itutakase na kuturehemu, ili Mungu maombi yetu tunayoomba asubuhi hii yakapate kibali madhaboni pako, yakapate kibali mbele zako, maombi haya yakiwa ni harufu ya manukatu mazuri madhaboni pako. Na kwa nini Mungu tunaomba? Kwa sababu umesema imetupasa kukuomba siku zote wala tusikate tamaa, kwenye Luka ile sura ya kumi na nane ule mstari wa kwanza. Kwa hiyo hatujakata tamaa na wala Mungu hatujachoka, tunaendelea kuliamini jina lako ya kwamba Mungu unaweza Mungu unatosha, ya kwamba hakuna Mungu mwingine zaidi yako, tunakushukuru ya kwamba mkono wako wenye nguvu unaendelea kutulinda, mkono wako wenye nguvu unaendelea kutupigania na kutuhifadhi, pamoja na watoto wote ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita na hata wale ambao ni wanafunzi ambao wako mashuleni, wengine hawako kidato cha sita, lakini wengine wako vio vikuu, wengine wako eh, sekondari, wengine wako shule za msingi, wote kwa pamoja tunawainua madhabani pako Jehova, tunawakabidhi mikononi mwako uwalinde na kuwatunza na kuwahifadhi. Neema yako iendelee kuwa juu yao na kibali chako kiendelee kuwa juu yao. Damu yako inayonena mema ikaendelee kunena mema kwa ajili ya watoto wetu. Utukufu ni wako na heshima tunarudisha madhabahuni pako katika jina lipitalo majina yote, Mungu uliye hai, Mungu unayestahili kuinuliwa Mungu unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki. Asante kwa ajili ya mitihani ambayo wamefanya kuanzia wiki hii tangu ilipoanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, na leo ni siku ya Ijumaa. mitihani yote waliohifanya iliyotangulia, Bwana tunaamini ya kwamba umewasaidia, tunaamini ya kwamba wamefanya salama, tunaamini ya kwamba wamekuwa vichwa, tunaamini ya kwamba hawatafeli, tunaamini ya kwamba watakuwa vichwa na wala hawatakuwa mikia katika mitihani yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, utukufu ni wako na heshima tunarudisha mikononi mwako. Asante kwa sababu ni wewe peke yako Mungu wetu unaostahili kuinuliwa, peke yako Mungu wetu unastahili kuabudiwa peke yako nastahili kuinduliwa na kutukuzwa. Asante kwa ajili ya mitihani hii ambayo Bwana wanafanya siku hii ya leo. Nasi tunakushukuru Mungu wetu ulio hai kwa ajili ya mitihani yote ambayo wanafanya siku hii, hii e Bwana, mitihani yote iliyoko mbele yao tunaikabidhi mikononi mwako. Mtihani Bwana ulioko mbele yao asubuhi hii, e Bwana, ikiwepo ni mtihani ule E Bwana wa geography tunakabidhi mikononi mwako, mtihani ule wa agriculture tunaukabidhi madhabani pako, mtihani wa accountants tunaukabidhi mikononi mwako, na ule mtihani wa food and human nutrition, tunakabidhi mitihani yote hii mikononi mwako na madhabani pako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Hata mitihani ambayo watafanya mchana wa leo, Baba, tunakabidhi yote mikononi mwako, kwa damu iliyomwagika msalabani. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaitakasa mitihani hii, tunatakasa mtihani huu wa geography, tunatakasa mtihani huu wa agriculture tunatakasa mtihani huu accountants. Tunatakasa mtihani wa food and human nutrition, tunaitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunachovia damu ya Yesu Kristo eh, kwenye mitihani eh, Bwana ninaitakasa mitihani hii, swali kuanzia la kwanza mpaka la mwisho naitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Maelekezo yote ninayatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Asiwepo mtoto ambaye hataelewa ya kwamba maelekezo ya mtihani anataka nini. Asiwepo mtoto ambaye hataelewa ya kwamba mtihani unahitaji nini. Yako mitego ile mitego ambayo imetegwa mafumbo yote yaliyowekwa yaliyofumbwa katika mitihani hili watoto wasielewe. Mungu wetu uliye hai Mungu wetu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, tunaliitia jina lako sasa na ninaachulia damu ya Yesu kwa ajili ya kutegua kila mitego ambayo adui ameiweka kwenye mitihani hii ili kuwachanganya watoto wetu wasielewe. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila mitego ambayo imetegwa kwenye jiografia inateguliwa. Kila mitego ambayo imetegwa kwenye mtihani huu wa accountancy inateguliwa. Kila mitego ambayo imewekwa kwenye mitihani ya agriculture. hiyo mitego inaondolewa. Kila mitego iliyo kwenye food and human nutrition, hiyo mitego ninaiondoa kwa njia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uweza na mamlaka, iruhusu damu yako, iruhusu damu yako, ruhusu damu yako yenye nguvu, ruhusu damu yako yenye uweza, ruhusu damu yako iliyomwagika msalabani, ruhusu damu yako inayotakasa, ruhusu damu yako inayonena mema, na inene mema sasa, inene mema kwa ajili ya mitihani hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani, kwa damu inayonena mema, ile damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema sasa, ikanene mema Mungu, ikanene mema kwa ajili ya watoto wetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, neema na kibali na nguvu zako na uweza wako Jehova, ruhusu neema yako, ruhusu kibali chako, ruhusu nguvu yako, ruhusu uweza wako, ruhusu damu yako Jehova, inene mema kwa ajili ya watoto wetu. Asante kwa ajili ya madawati yale madarasa yote ambayo wanayatumia kwa ajili ya kufanya mitihani Baba, tunatakasa madawati, tunatakasa vyumba vyote, tunavitakasa kwa damu ya Yesu. Kila chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kufanya mtihani huu wa kidato cha sita, ninakitakasa kitakasa kwa damu ya Yesu. Viko vitu vinaweza kutegwa kwenye vyumba, uchawi na uganga bao unaweza ukategwa kwenye vile vyumba, kuwakwamisha na kuwaziia watoto wetu, nasi Bwana tunatakasa vyumba vile kwa damu ya yesu Kristo, popote Tanzania na ndani ya, ya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, mahali popote ambako watoto wetu wanafanya mitihani ya kidato cha sita. Baba, ninatakasa maeneo yale, natakasa madarasa, natakasa madawati, natakasa kila aina ya chumba kinachotumika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natakasa holi ambazo zinatumika kwa ajili ya mitihani ya kidato cha sita. Baba, ninaomba damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani ikatakase kila eneo ambalo linatumika sasa kwa ajili ya mitihani ya kidato cha sita. Ruhusu neema na kibali chako juu yao katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo inayonena mema ikanene mema, Bwana nami nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila darasa, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila darasa, madarasa yote Tanzania, madarasa yote nje ya Tanzania. Inaachilia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ikanene mema sasa katika jina la Yesu na kila shule inayotumika, Bwana inaifunika kwa damu ya Yesu. Maagano yote ya kichawi na uganga na ushirikina kutoka kwenye hizo shule hayatasimama na kufuatilia watoto wetu na kuwakwamisha na kuwazuilia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, Mungu unayestahili kuinuliwa, Mungu unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa, ruhusu neema yako iwafunike watoto wetu Baba, iruhusu neema yako Bwana iwafunike watoto wetu, na kabidhi afya za watoto wetu mikononi mwako siku ya leo Jehova. Ninakataa magonjwa, ninakataa kila aina ya magonjwa yote ya gafla yanayoweza kuibuka na kuwadhuru na kuwazuia watoto wetu kuwa na utulivu wa kufanya mitihani yao katika jina la Yesu. Kila ugonjwa lina unyamazisha, magonjwa ya macho, watu wanaosumbuliwa na macho, natangaza wanaosumbuliwa na tumbo, wanaosumbuliwa na migongo, wanaosumbuliwa na presha, wanaosumbuliwa na miguu, wanaosumbuliwa na homa, malaria, ugonjwa wowote wa kipepo, ugonjwa wa kichawi, ugonjwa wowote, udhaifu wowote wa miili ambao unaweza kuwashambulia watoto wetu, kukosa nguvu ghafla, watoto kuishiwa na nguvu katika miili yao, Baba, ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu kupita na kutafuna na kuondoa kila udhaifu wa miili ambao unaweza kuwadhuru na kuwazuia watoto wetu kufanya ao kwa utulivu. Mungu ingilia kati sasa. Tunafunga roho zote za magonjwa, tunaanya mazishi ya magonjwa, ninalani magonjwa kwa wanafunzi walioko mashuleni, kwa wanafunzi wanaofanya mitihani. Baba, tunatamka afya njema kwa watoto wetu. Ewe Bwana, wabariki kwa kuwapa afya njema kipindi chote wanachofanya mitihani. Inatangaza afya njema, Bwana, asiwepo akulazwa hospitali, asiwepo ambaye, Bwana, anapaswa kuumwa anakwenda hospitalini, anashindwa kufanya mitihani. Baba, katika jina la Yesu, yale magonjwa misimu magonjwa yote ya kurithi kwa namna yeyote ile, kila mabaya adui aliyokusudia kuyaachilia ili kuwakwamisha watoto wetu, ajali za namna yeyote ile, ajali za magari, ajali za kutelezwa kwa watoto wetu wakiwa wanakwenda darasani ama wakiwa popote, ajali yoyote ile ambayo inaweza kukwamisha watoto wetu kufanya mitihani yao, tunakwenda kinyume na ajali zote na mabaya yote na uharibifu wote ambao adui anaweza kuutumia ili kuwafilisha na kuwakwamisha watoto wetu kwa mamlaka kati Bwana, tunafunika afya za watoto wetu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunika afya za kidato cha sita kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wanazareti aliye hai. Baba, tunawakabidhi watoto wetu mikononi mwako Jehova, tunawakabidhi watoto wetu madhaboni pako Jehova, tunawakabidhi Bwana mikononi mwako, mfalme mikononi mwako Jehova. Tunatangaza afya njema, tunatangaza uzima, tunaamuru afya njema katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa salabani ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Mungu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu anayestahili kuinuliwa na kuabudiwa, ingilia kati, wapigania watoto wetu, wasaidia watoto wetu. Baba, tunatangaza afya njema kwa ajili yao katika jina la Yesu. Ninakabidhi fahamu zao, fahamu za watoto wetu, e we Bwana, tunazikabidhi mikononi mwako, tunazitakasa fahamu zao kwa damu ya Yesu Kristo, mahali popote ambapo adui ameshikilia fahamu zao, ili wasielewe geography, ili wasielewe accountancy, ili wasielewe somo hili la food and human nutrition, ili wasielewe masomo ambayo wanayafanya asubuhi ya leo, mahali ambapo adui ameshikilia fahamu zao, ameshikilia akili zao, ninakwenda kinyume sasa, ninafungua, ninakomboa, ninatakasa fahamu za watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye fahamu za watoto wetu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye fahamu zao, ninaachilia damu ya Yesu kwenye fahamu za watoto wetu, kuanzia utosini hadi kwenye unyayo. Baba, naachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo. Ninaita na kurejesha fahamu za watoto wetu mahali popote ambapo zimeshikiliwa, mahali popote ambapo zimezuiliwa, ikiwa ni juu ya panda, ikiwa ni baharini, mahali ambapo fahamu za watoto wetu zimeshikiliwa, madhabahu yoyote ambayo imeshikilia fahamu za watoto tu wetu, tunakwenda kinyume nayo, ninakwenda kinyume nayo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Bwana, wapiganie watoto wetu, wasaidie watoto wetu, waonekanie watoto wetu, washindie watoto wetu, wasaidie Bwana wanapofanya mitihani. Jehova, ninafunika fahamu zao, ninazifunika kwa damu ya Yesu, ninazifunika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti wanachosoma wakaelewe, wanachoandika wakaelewe, masomo mitihani hii wakaelewe. Roho Mtakatifu, tunatangaza fahamu za watoto wetu ziachiliwe katika jina la Yesu. Tunawaongezea maarifa, tunawaongezea ufahamu, tunawaongezea ujuzi, tunawaongezea mbinu za kuandika, mbinu za kufanya katika jina la Yesu. Kila roho yoyote ya uvivu, ya utaratibu, roho yoyote ambayo inaweza kuwavaa watoto wetu, roho ya kupumbazwa, roho ya bumbuazi inayoweza ikawashikilia, ikawavaa ghafla, wakashangaa, hawaelewi nini wanachofanya, wanapoteza muda kwenye chumba cha mtihani mpaka muda unaisha, mtoto akiwa anashangaa tu, akiwa amepumbazwa, akiwa amepatwa na bumbuazi. Tunakwenda kinyume na roho yote ya bumbuazi, roho yote ya kushangaa, roho yote ya kushangaa, roho yote ya bumbuazi, roho yote ya kuduatu na kushindwa kujua cha kufanya katika jina la Yesu. Kila mlango adui anaotaka kuutumia kukwamisha watoto wetu tuna huo mlango kwa mamlaka jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingilia kati uwasaidie watoto wetu. Akili zao zote tunazifunika, tunazitakasa kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye uwezo wa kumfanya mtu asiye na akili akawa na akili, wape watoto wetu akili, maana maandiko yanasema wewe ndio ulimpa Shadraka, Meshaki na Abednego, uliwapa akili, uliwapa ujuzi, uliwapa maarifa. Baba, wape akili watoto wetu, wape akili, wafanye kuwa vichwa wala wasiwe mikia. Hawatakuwa mikia hawatakuwa mikia katika jina la Yesu. Hawatakuwa hawatakuamikia kwa namna yeyote ile, hawatakuamikia. Tunakataa roho ya kufeli, roho ya kufeli tunainyamazishwa. Kila mapepo ya kufeli yanayokusudia kuwafelisha watoto wetu hayana mamlaka. Tunaondoa roho yote ya kifeli ya kufeli kwa kila mtoto aliyoko kidato cha sita na hata wengine ambao wako mashuleni, tunakataa kufeli, ninanyamazishwa, ninaamuru roho ya kufeli haina mamlaka, haina nafasi katika jina la Yesu Kristo nazareti aliye hai. Baba, sande kwa neema baba, sande kwa kibali baba, sande kwa uaminifu wako baba, sande kwa sababu damu yako liyomagika msalabani inanena mema sasa, inanena mema sasa, inanena mema sasa, inanena mema, inanena mema Jehova kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wetu ulio hai, tunakataa roho ya kufeli, roho yote ya kusahau kile walichosoma, wanachopaswa kufanya. Ninaondoa roho ya kusahau Mungu, ninakataa kila roho ya kusahau, roho ya usaulifu, mapepo watoto wasahau vile vitu walivyosoma vile vitu walivyojadili, tunakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu. Roho ya hofu na mashaka, roho ya kupaniki wakati wa mtihani Mungu, ninanyamazisha hiyo roho, ninaikataa roho ya kupaniki, naikataa roho ya kupaniki, naikataa roho ya hofu, roho ya mashaka. Neno lako linasema kwenye Timotheo haukutupa roho ya woga, haukutupa roho ya hofu, umetupa nguvu, umetupa roho ya ujasiri, umetupa roho ya kila hofu kila ujasiri. Tena umesema ya kwamba tunapoitwa kwenye mabaraza tusijiulize ulize wala tusiwe na hofu ya kwamba tutajibu nini, kwa sababu Roho Mtakatifu upo utatuambia utatuwasaidia utatuambia nini cha kujibu. Watoto wetu wakiwa kwenye mitihani wasiwe na hofu na mashaka, kwa sababu Roho Mtakatifu utawapa cha kujibu, utawapa kitu cha kujibu. Ingilia kati sasa, wasaidie, wasaidie watoto wetu, wape cha kujibu, wape cha kujibu, ondoa kila hofu ondoa kila mashaka, ondoa kila wasiwasi, ondoa kila kupaniki, ondoa kila udhaifu, ondoa kila kutetemeka, ondoa kila usaulifu, ondoa kila uharibifu wa mwovu wa doe, katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani. Ingilia kati ya Bwana, kila wingu ambalo limewafunika watoto wetu, wingu la kuwapumbaza, wingu la kuwapumbaza, wingu la kuwasaulisha, wingu la kuwapa hofu, wingu la kuwapa mashaka, wingu la kuwapa wasiwasi, wingu la kuachilia kutetemeka wingu la kuachilia kila roho ya kupaniki Baba, katika jina la Yesu tunakwenda kinyume nayo hiyo roho, tunakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, asante kwa sababu tunawafunika watoto wetu, tunawafunika sasa kwanzia utosini hadi kwenye unyayo. Ninawafunika kwa, nina kwa damu ya Yesu, ulinzi wako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, kibali chako kiwe juu yao, baraka zako ziwe juu yao, mafanikio yawe juu yao, kibali kiwe juu yao, kufaulu kuwe juu yao, kufaulu kuwe ni sehemu ya maisha yao. Sasa wakafaulu mitihani hii, hakuna wakufeli, hakuna atakayefeli mitihani hii wanaoifanya asubuhi ya leo na mitihani mingine, mingine waliofanya. Hakuna mtoto atakayefeli katika jina la Yesu, hata wale wenye changamoto maalum ambayo wazazi wao wanajua kabisa ya kwamba hawa watafeli, hawatakwenda wata popote. Baba, ninatangaza neema ya ziada, neema ya ziada. Wako wale wenye changamoto maalum, e Bwana, ninaomba neema kwa ajili yao, ninaomba neema ya ziada, ninaomba kibali cha ziada, ninaomba nguvu ya ziada kwa ajili yao, malaika mkawasaidie, wasifanye hiyo mitihani wao, ninyi mfanye badala yao, mkawasaidie. Bwana ninauliza miujiza mikubwa ya wao kuvuka na kufaulu, kwa jina la Yesu, Mungu uliye hai, tunakuinua na kukubariki na kukutukuza. Jehova Mungu uliye hai, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa, unastahili kuabudiwa peke yako. Wewe ni Mungu peke yako, we ni mfalme peke yako, ni mtakatifu peke yako, unastahili kuabudiwa peke yako Jehova. Hatuna mwingine Bwana, hatuna mungu mwingine zaidi yako, ni wewe peke yako mfalme, peke yako unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Sifani zako na heshima na utukufu Bwana tunarudisha mikononi mwako, tunawakabidhi wasi wasimamizi wote wa mitihani mikononi mwako katika jina la Yesu, wa kike kwa wa kiume, tunawakabidhi kwako. Adui hata watumia kuleta roho yoyote ya uharibifu kwa watoto wetu, Baba tunawafunika, watende haki, wasimame kwa haki katika jina la Yesu. Ingilia kati Bwana, watoto wetu tunawakabidhi kwako katika mtihani walio nao katika siku ya leo, e Bwana, na mitihani mingine iliyoko mbele yao, wote tunakabidhi mikononi mwako. Wasaidie wasaidie, wapiganie Bwana, waonekanie Jehovah washindie Bwana, wapiganie Mfalme, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaleta mbele zako kila mtoto kwa jina lake, kila mtoto kwa jina lake, tunamsogeza kwako, tunamkabidhi kwako, kila mtoto kwa jina lake Baba, moja baada ya mwingine, tuna wakabidhi Bwana, tuna wakabidhi Jehova, tuna wakabidhi Mfalme, tuna wakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu, wasaidie watoto wetu. Hawatakuwa mikia Bwana, watakuwa vichwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, tunakubariki na kukuinua, maana unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa peke yako. Asante, maana tunaamini ya kwamba umewavusha watoto wetu, tunaamini ya kwamba umewasaidia watoto wetu mtihani e Bwana wa agriculture, mtihani wa geography, mtihani ule ambao ni wa accountancy na ule mtihani wa food and human nutrition. Tunaamini Bwana umewavusha na umewasaidia, watamaliza salama, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini.

Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Naomba tuendelee na maombi kadiri uwezavyo, lakini niseme mambo machache leo. Ni siku ya Ijumaa na Mungu ametupa nafasi, nikupe nafasi kwa ajili ya kuachilia sadaka. Ikiwa Mungu amekuruhusu kutoa sadaka yako kwa ajili ya elimu yako ama elimu ya watoto wako, uh, ninakupa namba na ya simu ambayo utatoa sadaka, na sadaka hiyo ni sadaka ambayo tutaielekeza kwa wahitaji. Tutaielekeza kwa mhitaji ambaye nimeeleza kwenye grupu letu asubuhi ya kwamba tuna wahitaji kadhaa ambao wanahitaji viti. tuna ambaye anahitaji kiti kwa ajili ya kutembelea, ni mlemavu, na kwa sadaka hii tuta sadaka ya siku ya leo tutaielekeza kwake. Ninakuomba utoe chochote kile ulicho nacho, na Mungu akubariki na Mungu akusaidie. Lakini pia namba hii ninayokutajia ni namba ambayo uh, unaweza ukawa hujajiunga kwenye group letu la WhatsApp, na tafadhali, kwa namba hiyo nitumie ujumbe kwamba nikuunge kwenye group la WhatsApp. Lakini pia waweza kuwa uh, uh, kwa namba hiyo unaweza kunitumia jina la mtoto wako ili tuendelee kumwombea na changamoto yoyote aliyo nayo shuleni. Hata kama hayuko kidato cha sita, wewe nitumie jina lake ili tuendelee kuomba. Tuna muda huu wa kuomba ambao ni dakika chache, lakini tuna wakati mwingine tunakaa kwa ajili ya kuombea mtoto mmoja baada ya mwingine, na ninataka uamini Mungu atamsaidia na Mungu atawasaidia watoto wako na Mungu atawavusha. Namba hiyo ya simu ni 0752966389, 0752966389. Mungu akubariki. Na Mungu akuinue na kutakia baraka na neema na kibali cha Mungu kizidi kuwa juu yako Amen. Tukutane kwenye maombi ya mchana watoto wetu wakiwa wanafanya mitihani ya mchana. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme wa huduma ya Ukombozi wa Familia. Watumie wengine ujumbe huu kadiri uwezavyo. Amen.